Wazazi pamoja na walezi katika kaunti ya Tana River wamehimizwa kuwa waangalifu msimu huu wa likizo ndefu kwa kufahamu mienendo ya watoto wao na mazingira waliomo. Kwenye mkutano wa kuhamasisha jamii kuhusu haki za watoto katika eneo la Wayu, mashirika ya kutetea haki za watoto yalitahadharisha wazazi dhidi ya kujihusisha na vitendo vinavyoendelea kinyume na sheria eh, zinazolinda haki za watoto kama vile kuwaoza na kuwakeketa. au wazazi wengine wakati wame, tumefunga shule, na washauri majirani zangu, watoto wenu washukwe vizuri. Na kufikia saa hii sisi kuhusu na mambo na dhuluma hapa kwetu kijiji cha Makutano Kalkacha imepungua sana. Kulikuwa na tatizo hapa za sana sana za mambo ya mimba za mapema lakini hayo matatizo kwa zamani au matatizo yalikuwa mengi, na kwa sahehi kama amepungua. Tukishirikiana na the county gender department, tumekuwa katika harakati za kutengeneza the Tana River County SGBV policy ambayo ina aim to protect survivors um, um, from the sexual violence kando um, na hayo tumekuwa pia tukihamasisha wanajamii wa kaunti yetu wa Tana River kuhusiana na dhuluma hizi za kijinsia ambazo zimekuwa zikitokea kwa wingi. Kuna jamii zingine wanapeleka watoto wao kuenda kulinda kwenda kulinda, kuenda, ku, kulinda eh, wanyama wao na wakati huu wakienda kulinda wanyama, wanafanyia kitu tunaita chali leba. Na wakishawapeleka huko, wale watoto huwa hawarudishi shuleni, so unapata shule zinakufunguliwa zina wale watoto huwa hawapo shuleni.